Kwa majina naitwa Dr. Eveline Banda, mdaktari bingwa magonjwa ya damu. Magonjwa ya damu ni moja ya magonjwa ya ndani, ni sehemu tu ya magonjwa ya ndani. Magonjwa ya damu ni yapi? magonjwa ya damu ni magonjwa yale ambao yanaathiri damu. Damu ina chembe chembe za aina tatu, kuna chembechembe nyekundu, kuna chembe chembe nyeupe na kuna chembe sahani. Kwa hiyo magonjwa ya damu ni yale magonjwa ambayo yanaathiri damu au organs ambazo zinahusika na, na uzalishaji wa damu na pia mengine huwa yanaathiri tezi za damu, tezi. Moja ya magonjwa ya damu ni upungufu wa damu. Kuna magonjwa ambayo yanasababisha damu isigande. Kuna saratani za damu ambazo ziko za aina nyingi. Kuna saratani changa za damu kuna saratani sugu na kuna magonjwa ya damu ambayo yanaathiri tezi na saratani nyingine ya damu inaathiri mifupa. Kwa hii leo, tutaongelea kuhusu moja ya magonjwa ya damu ambayo yanaathiri damu chembe chembe nyekundu ambayo inaitwa sickle cell au kwa Kiswahili ni selimundu. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa kurithi. Ili mtu awe na selimundu au siko sel ni lazima awe amerithi vinasaba kutoka kwa wazazi wote wawili, yaani baba abebe kinasaba na mama lazima abebe kinasaba cha u ugonjwa wa siko sel, ndipo anaweza akazaliwa mtoto mwenye siko sel. Na dalili zake ni zipi? Dalili za siko sel mara nyingi zinaanza mtoto akif, afikapo miezi sita, japo wengine wanaweza wakagundulika mapema kama miezi mitatu. Na wanapokuwa wadogo, watoto hawa wenye hii shida ya selimundu mara nyingi vidole vyao vinavimba, na wanaweza kuwa na wana maambukizi ya mara kwa mara. Na pia wanakuwa na upungufu wa damu, viungo vyao vinauma, na kwa watoto wadogo bandama uvimba, na pia wanaweza wakapata kiharusi wakiwa na umri mdogo sana. Kwa da, mtoto wako ana upungufu wa damu, mtoto anapata homa za mara kwa mara na anavimba vidole, tunashauri umlete kwetu ili tumfanyie uchunguzi, inawezekana akawa na hii shida ya selimundu. Selimundu iko sana hapa kwetu Tanzania na asilimia kumi na tano mpaka ishirini ya Watanzania wote wanabeba vinasaba vya selimundu. Kwa hiyo sio kama ugonjwa mgeni, ugonjwa ambao upo na tunapenda wazazi wajue wa Tanzania kwa ujumla pia wajue kwamba ugonjwa upo kwetu Tanzania na unatuathiri, na pia inasababisha viso, vifo kwa watoto. kwa ni vizuri mtoto kumleta hospitali mapema. Tuna vipimo ambavyo tunawafanyia ili kuweza kugundua kama selimundu ipo, kipimo kipo na daktari bingwa nipo, ambao naweza nikawahudumia, na, na kliniki yangu ipo siku ya Jumatatu, inaitwa hematology kwa hiyo mtoto anapofika hospitalini au mgonjwa mako, unaweza kugundulika pia ukiwa kijana au mtu mzima, tutamfanyia vipimo ili kuthibitisha iwapo una hiyo shida, utaanza matibabu, ambapo matibabu ambayo tunatoa hapa kwetu ni dawa, zipo utapewa dawa, na kuna dawa nyingine serikali imeamua ime, ime na ina mkono wake, hizo dawa zinatolewa bure za hydroxyurea ambazo zinasaidia kuongeza wingi wa damu huwe juu na kumsaidia huyu mtu mwenye shida ya selimundu asipate zile attacks za mara kwa mara. Kwa hiyo serikali yetu imetusaidia sana na tunaishukuru. Na pia kwa watoto kati ya umri wa miaka minne mpaka kumi na mbili tiba inapatikana hospitali ya Benjamin Mkapa, kuna tiba wanafanywa inaitwa bone marrow transplant. Kwa mzazi mwenye uwezo wa kufanya hiyo tiba anaenda Benjamin Mkapa na mwanaye anapona kabisa, ila kuna vile vitu muhimu ambapo lazima vitatakiwa kufanya. Mojawapo, ili tiba ya bone marrow transplant ifanyike kwa mgonjwa mwenye selimundu ni lazima awe na ndugu ambaye amechangia baba na mama, asibebe kinasaba kabisa. Ina maana itabidi apimwe sickle cell, awe hana sickle cell. Na chengine, huyo ndugu inabidi awe na grupu moja la damu sawa na mgonjwa na umri wake wao kati ya miaka minne mpaka kumi na mbili ili aweze kufanyiwa hiyo tiba ya bone marrow transplant. Wito kwa Watanzania, kwa watu wa Tanga, tujue kwamba sickle cell ipo na sera yetu sasa hivi tunasema tuvunje mduara. Tunavunjaje huo mduara wa selimundu? Ni pamoja na kupima ili kujua afya zetu kwamba hudabeba kina saba cha sickle cell hii ni kwa vijana tunawashauri pale wanapofikia umri wa kuwa na mahusiano, pamoja na kwamba tunasema wapime afya zao, afya za VVU, na ni vizuri pia wakipima hichi kinasaba cha selimundu, ili apate mwenza ambaye hana selimundu, ili au akipata mwenza mwenye selimundu ajue kitu gani kitatokea, kwa sababu ni ugonjwa kurithi. Kwa hiyo ni vizuri tupime na afya kwa jamii kuhusu ugonjwa wa selimundu.